Habari na mimi nitazungumza kwa kifupi sana, lakini pia nitatoa msimamo na mwelekeo wa chama chetu kuanzia sasa. Maswali ya kujiuliza sisi wote kama watanzania na nyiye waandishi wa habari, je, tumekubaliana na mfumo wa vyama vingi katika nchi yetu? Swali hilo linajibiwa na katiba yetu kwamba ni ndio. Sasa kama nchi yetu ni nchi ya demokrasia ya vyama vingi, kwa nini chadema tunafanyiwa haya tunayofanyiwa? Kwa nini chini ya u u utawala wa rais Samia ameattempt achwali? Kwanza watu wengi sana wa kwetu wameuawa, wamepotea. Tunazungumza leo eh, kijana mdogo kabisa Deusdedit Soka hatujui alipo, miezi mingi imepita. Tunazungumza saa hizi eh, bwana Kipanya kiongozi wetu kutoka kule Sumbawanga ajulikani alipo, wakina Mrai na wengine wengi wamepotea chini ya utawala huu, na hawajapotea kwa sababu ni wahalifu, wamepotea kwa sababu misimamo yao ya kisiasa, ambayo wako garantidi na katiba haifanani na sisi wanamsimamo tofauti na sisi kuhusu masuala ya uendeshaji wa nchi yetu hawaamini katika sisemu ambayo imekuwa madarakani kwa miaka sitini na tatu imeharibu nchi imegawa rasilimali zetu kwa wachina na waarabu na wazungu watu wetu wanateseka wanafikiri kupitia chadema wanaweza kufungua mlango wa serikali itakaowajibika itakaorudisha rasilimali kwenye mikono ya, wa... ya kwao ya wananchi itakaofanya vijana wetu wapate shughuli za kufanya. Hilo linageuka kuwa kosa na kuwapoteza na kuwaua. Matukio yaliyotokea yanasikitisha sana, kila mmoja wetu amesimulia. Sisi viongozi wakuu tulikutana hapa na hacho, ni ni jambo ambalo hatukutegemea kabisa. Tulijua polisi wanaweza kujaribu labda kuzuia watu, lakini kwa viongozi kwenda kwenye hivi inawezekanaje? Hey, Rais Samia, ungekuwa wewe umeshtakiwa. Una makamu wako Wasira au unaumwa umwa. Let's say unaumwa alafu Wasira azuiliwe kuja kukuona ukiwa unaumwa. How do you feel? Ungejisikiaje? Asije tu, ninasoma Biblia inasema tuwaombee watu walioko magerezani na wanaumwa. Kwa Biblia inatambua maeneo hayo mawili Lissu huko ma magereza kwa kesi kubwa ya uongo ya treason. Na kila mara najaribu kulirudia hili jambo hili mlikomprehend. Hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Hiyo kesi inampelekea Lissu wakimkonvikti na wata. Kwa jinsi hii nchi inavyoendeshwa they can do anything. Wanaweza kumkonvikti wana, kwa sababu kama wana attempt kuendesha hiyo kesi gizani, watu wasiwepo, watu wasisikie, vyombo vya habari viko control. Angalia namna mlivyo ripoti matukio ya jana, matukio makubwa kabisa mmepiga picha kiasi gani? Hata picha ambazo zimezagaa nyingi ni ambazo volunteer tu wame. Sasa unapozuia, unataka kesi iendeshwe gizani. Sisi tumekataa kesi ya Lissu kuendeshwa gizani. Hilo jambo hatuwezi kulikubali, na Lissu mwenyewe ni mwanasheria sheria, sidhani kama atakubali hilo jambo. Aksesi ya mawakili kumwona ni ndogo mno. Wakili anaruhusiwa kumwona mtuhumiwa wakati wote. Wamefanywa hivyo wakina Mandela, wakiwa kwenye Rivonia trial, na makaburu wameruhusu mawakili kwenda kumwona Mandela. Leo Lissu anazuiliwa mawakili, wanakuwa controlled. Watu wa Amnesty wa, wa, wa, wa haki za binadamu wamekuja, hawajaruhusiwa kwenda kumwona Lissu kwa ni kesi inataka kufungwafungwa hivi fungwafungwa hivi, mara hukumu itoke. Lissu ana nyongo na hayo ni mambo prank kwa sababu ila ni kesi ya kisiasa sasa. Matukio yaliyojitokeza jana yote ya kwenye, kwenye mambo hayo tunayoyaona, sisi tumezuiliwa. Mimi ni makamu mwenyekiti wa chama, haijawahi kutokea. Ni ishu ya ajabu kwelikweli. Hata wakina wakina Mandela waliposhtakiwa, viongozi wenzake waliruhusiwa, kulikuwa na spika nje ya mahakama, chini ya makaburu. Unapozungumza hivi, ni chini ya watu waliobagua watu weusi, watu waliosema ukiwa na ngozi nyeusi, wewe sio binadamu lakini stiri waliweza kuruhusu hao watu walioamini sio binadamu waje kusikiliza kesi ya mtu ambaye sio binadamu mwenzako. Sasa leo mtu mweusi mwenzetu Mtanzania mwenzetu, tunayelipa kodi anayotumia, anazuia sisi tusiende kusikiliza kesi ya kiongozi wetu. Haiwezi kutokea. Tutakufa katika mazingira, watatuua wote, lakini nawahakikishia wanachadema wataacha kwenda, na natoa wito mwanzo kabisa kwamba kesi ijayo kutakuwa na mobilization zaidi ya wanachadema wengi zaidi kwenda mahakamani. Hatutaenda kwa fujo kama kawaida, lakini nataka nimwambie Rais Samia haya mambo, haya yatakuweka watu wakujue wewe ni nani kwa usahihi, kwa sura halisi yako. Damu za watu zina madhara makubwa sana kwa mtu yoyote, kwa kiongozi yoyote.